Uhari gani mtazamaji wa media wa Express. Leo nataka ni kufahamishe kwa nini Marekani unataka kituo cha anga cha Bagram nchini Afghanistan. Kituo cha anga cha Bagram nchini Afghanistan inabakia kuwa rasilimali muhimu sana ya kijiopolitiko hasa kwa Marekani. Rais Donald Trump ameeleza mara kwa mara kutaka kurejesha jeshi lake katika kituo cha anga cha Bagram nchini Afghanistan. Kituo cha anga cha Bagram nchini Afghanistan si tu kwa ajili ya kuzuia ugaidi duniani bali ndiyo ubao rasmi wa mchezo wa Marekani katika Eurasia, yani katika nchi zile za Asia. Haya hapa ni mambo kumi yanayoangazia umuhimu wa kituo cha Bagram Afghanistan kwa Marekani. Kwanza ni mahali pakimkakati kwenye makutano ya njia. Bagram ipo katikati ya makutano ya Asia ya Kati, kusini na Magharibi, ikitoa kituo cha mbele kisicho na kifani cha kuonyesha nguvu na ushawishi kuelekea wapinzani kama China, Urusi na Iran. Pili ni ukaribu wa maeneo ya kimkakati ya China. Kama ambavyo Rais Donald Trump ameeleza mara kwa mara kuwa eneo la kituo hicho iko karibu kiasi na eneo la magharibi mwa China hasa ikiwemo mkoa wa Xinjiang na vituo muhimu vya nyuklia na makombora na hivyo kukifanya kuwa kitovu muhimu cha ufuatiliaji wa hali ya juu. Tatu ni hazina ya taarifa za kijasusi. Bagram ilitumika kama kitovu kikuu cha kukusanya taarifa za kijasusi kote katika eneo la la Eurasia, kikiwezesha Marekani kufuatilia shughuli za kijeshi, miradi ya miundombinu kama mpango wa ukanda wa barabara wa China, na harakati nyinginezo za kijiopolitiko katika ukanda wa Eurasia. Miundombinu mikubwa, kituo hicho ni mojawapo ya vituo vikubwa zaidi na imara zaidi vya kijeshi vilivyojengwa katika eneo hilo. Kina njia ya kurukia ndege yenye urefu wa futi 11800 sawa na kilomita 3.6 iliyojengwa kwa zege na chuma kizito, na inaweza kushughulikia ndege kubwa zaidi za kivita na mizigo za Marekani kama C5 Galaxy. Tano, ni kitovu cha logistiki na operation kwa miongo miwili Bagram imekuwa kituo kikuu cha amri, lojistiki na usambazaji wa vikosi vya Marekani na NATO nchini Afghanistan, ikiwa na makazi yaliyojengwa kwa nguvu, ghala za mafuta na hospitali na makazi kwa ajili ya makumi ya maelfu ya wanajeshi. Kikwazo kwa Urusi na Iran. Hii kwa nini inaleta kikwazo kwa Urusi na Iran? Uwepo wa Marekani huko Bagram hufanya kama kikwazo chenye nguvu cha kimkakati, kikizuia uwezo wa Urusi katika Asia ya Kati na Iran kwenye mpaka wake na wa mashariki kujitawalia utawala wa kikanda bila vizuizi. Hapo awali Marekani ilisema kuwa kituo hicho kwao ni muhimu kwa ajili ya kushughulikia masuala ya ugaidi. Kwa haraka zaidi. Kituo hicho kilikuwa kituo cha uzinduzi wa misheni yote kubwa ya kukabiliana na ugaidi dhidi ya vikundi kama Al-Qaida na ICC. Kupoteza kunazidisha ugumu kama uwezo wa Marekani wa kufanya mashambulizi ya haraka na endelevu ya juu ya uwepo wa macho katika eneo hilo. Pia inaonyesha ishara ya hadhi ya Marekani. Bagram ilikuwa inaonyesha zaidi ya nguvu za kijeshi na kujitolea kwa Amerika katika Asia ya Kati kwa miaka ishirini. Kuirejesha kutatuma ujumbe wenye nguvu kwamba Marekani imerudi kwenye mchezo, na inabadilisha kile ambacho wengi walikijiona kama kujiondoa kwa aibu kwa Marekani nchini Afghanistan. Pia udhibiti wa njia za biashara zinazoibuka. Afghanistan iko kwenye korido muhimu za biashara zinazoibuka na ni tajiri kwa madini ambayo bado hayajachimbwa. Udhibiti wa Bagram unatoa nguzo ya kimkakati juu ya minyororo ya usambazaji wa kiuchumi ambayo China na Urusi zinajaribu kwa bidii kuimiliki. Tukitamatisha na kuzuia kwa mpinzani kuichukua, kuna wasiwasi wa kimkakati kwamba nguvu pinzani hasa China inaweza kutaka kupata ushawishi au ufikiaji wa miundo mbinu tata ya kituo hicho, na hivyo kupanua alama yao ya kijeshi au kiuchumi katika eneo hilo. Hayo ndiyo mambo kumi muhimu kwa Marekani kuchukua Bagram na kwa nini. Kituo cha anga cha Bagram ni muhimu sana kwa Marekani, lakini hadi hivi sasa bado Afghanistani imegoma kurudisha jeshi la Marekani kuweka bezi yao katika kituo hicho, kwa kuwa bado wapo katika mgogoro mzito. Na hata hivyo pia, nchi kama Urusi na China bado zinapambana kuhakikisha Afghanistani inakuwa nchi yenye mshikamano na umoja wa BRICS. Mimi ni Hassan Magulumali, tukutane tena katika nyakati nyingine na hii ni habari fupi mahiri kwa Afrika Media Wire Express.